Wanakuja wanachimbachimba mifereji tauomgo na ukweli lakini hatutafuti tatizo, tunalisomu lisogu vipi hayo mafuriko? Kwa nini wananchi walalamike kila mwaka? Sasa mimi niwaambieni, nimefanya tafiti, nimejiridhisha na mkilipakulo tarehe ishirini na tisa, ilo tatizo la mafuriko kata yoyole na iganjo litaenda kuisha kabisa, wala hakutakuwa na maafa kwa sababu nimezungumza na watu wa kilimo, kama kilimo pale tunafanya utafiti wa mwingiliaji, kwanitusipe mali tuelekeze aende kule. <tos> <tos> lakini mbunge wenu anajua kusema, anaupiga mwingi, anaupiga mwingi. Tarehe ishirini na tisa msiende kufanya makosa. Tarehe ishirini na tisa kampeni, kijana mkakamavu, kijana ambaye nitakuja kuwahudumia na kuwatumikia nye. Wala sitaishia huko wala sitafunga vyoo wala sitapita na kingola, tutapita mguu kwa mguu, tuje tujue changamoto za Iganjo, wanaIganjo wanatoka nini na wanataka kufanyiwa nini kwa wakati unaofaa. Nawaomba sana Uyole msifanye makosa tarehe ishirini na tisa. Mimi niwaambia kitu kimoja, kama Uyole hatutazungumza lugha moja, hakuna maneno ni lazima wanauyole tukae chini tuzungumze, wapi tulipokosea na wapi tunapoenda. Tarehe 29 mkapate kumpa kura za ndio, ipe Mwakwama ili nikasuluhisha haya mambo ambayo wengine wameshindwa kuyatua. Narudia tena, wanauyole, mkifanya makosa tarehe 29 ipo siku ambayo hamjui, kwa sababu Mungu wa waiva la anachelewi, mtakuja kunikumbuka kuni na kuikumbuka hii siku ya leo we, mimi ni we, kijana wenu na ni mtoto wenu, nimezaliwa yeah, hapa mkinituma sitarudia huko, nitarudi yeah, nyumbani kwa sababu jua ni langu, mvua ni yangu, vumbi ni ya kwangu, kama nyie mnavyopigwa na vumbi yeah, mimi hapa nitakuta kwa tochi yeah, tutakutana namna hii tunazungumza lakini, sio dada yenu yule, ambaye kumtafuta unamtafuta oni <coughs> <coughs> ni ombe, wana Uyole, tarehe ishirini na tisa misaidie. Najua mna changamoto nyingi sana na Iganjo, kuna daraja la mpayo mpaka saizi, mpaka saizi kwa mpayo tunaita mpaka saizi, hamna kitu kinachoendelea, lakini mkimuuliza au akipita mulizeni hizo pikipiki na bajaji inazotukopesha tutapita nazo wapi? kama line daraja lfannini alijengwi, kwa sababu unatukopesha, unafanya biashara, tukulipe. Lakini miundombinu ya kupitisha hivyo vitu unavyotukopesha ili tubebe abiria na tufanye kazi hutengenezi, alafu mwisho wa siku anakuja kuwanyang'anya hivyo vitu, yeye alishapata faida. Kuna haja gani ya kuwa na mbunge wa namna hiyo? Nawaombeni wana Uyole msifanye makosa lakini pia naweza kusema kitu kimoja cha muhimu kwenye watoto wetu shuleni huko wanakosoma. Nimefanya tafiti, nimefika mashuleni, nimeangalia vyoo na jinsi watoto wetu wanavyosoma. Sisi wote hapa ni wazazi, naumia kama wao wanavyoumia. Tuna watoto wakike kuanzia darasa la sita na kuendelea huko shuleni tunapotoka, ambako wao wanasoma Uyole tuna changamoto kubwa sana ya maji. Umai kujiuliza au watoto wetu, Mungu kila mtu amesema atakula kwa jasho na mwingine anajua atataga kama jaji. Mwisho mwezi anaingia mwezini. Je, unajua usalama mtoto wako uko shuleni? Na kama Uyole tuna shida ya maji na kama Uyole mnavyoijua, wale watoto usafi wao huko wapi? Ayo magonjwa ya mlipuko tunayakabili vipi? Kipindi Uti yae, na kisonono na magonjwa mengine, mmewahi kujiuliza watoto wenu uko shuleni wanajisiri vipi? Mimi nasema hivi kama mbunge wenu aliyepita ana uwezo wa kumjengea mtu nyumba, ana uwezo wa kumfanyia mtu kitu, lakini ameshindwa kuchimba visima shuleni ambapo ndo watoto wetu wanasoma. Tuna haya gani ya kuwa na mbunge? Na niwaambie, unapotoa msaada siku zote kwa sababu dire ni sawabu hata kama nimekusaidia wewe nimemsaidia yeye nimekujengea nyumba.